Kingine ni hiki kiwanda cha nilikuwa sitaki kuongea lakini nimeona ndugu yangu Msafa amenitaja ya pale nami, acha niseme hiki kiwanda kuungana kiwanda cha Twiga cement na Tanga Cement. Mimi sioni shida hivyo, shida iko wapi? Mwenye mali mwenyewe wa Tanga Cement ana asilimia 68 na point 8, hawa mashirika yetu haya ya e, e, yana hisa ya mifuko ya, ya, ya jamii asilimia thelathini na mbili na pointi zake kama mbili. Ana, anayetaka kujitoa ni yule mwenye asilimia sitini na nane anataka kuuza share yake akita, mtu anataka kuuza share yake tatizo liko wapi? Hakuna shida. Ukisema hivyo kwamba huyu mtaleta competition, kuna viwanda kumi na moja nchini na cha Tanga sasa hivi ni cha nne kwa uzalishaji, wala sio cha pili kama mnavyosema kuna viwanda kumi na moja vya simenti hivyo. Tibia ameshika soko la nchia asilimia ngapi ya pombe? Sikashika zaidi ya asilimia tisini. Ukija baharesa asilimia ngapi za unga? Zaidi ya asilimia themanini. Ukija mtibwa shuga, mtibwa shuga ndio mwenye kiwanda cha kagera shuga, si huyo mtu mmoja. Taarifa eh? Kwa hiyo, Mheshimiwa, kama... Mheshimiwa Shabibi, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Mzafa. Mheshimiwa Spika, naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Sekta ya saruji ni moja kati ya regulated sectors kwenye nchi yetu. Na kwa sababu hiyo kanuni za ushindani kusi, kusimamiwa ni jambo muhimu kuliko kitu kingine chochote kile. Nakushukuru, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Shabibi, unaipokea taarifa hiyo? Naipokea kwa mikono miwili isipokuwa mimi ninachozungumzia tusio, tusio tuna hiyo mambo kama hayo, tunachotakiwa sisi kuangalia je, Tanga Cement ana clinker nyingi zaidi ya kuvuna miaka mia pale kwake. Twiga Cement hana clinker nyingi. Kinachotakiwa ni kusimamia kwamba hichi kiwanda kitafanya kazi, wafanyakazi wale hawatokosa ajira. Sasa ni kazi ya serikali mwe na mikataba ya aina hiyo kiwanda kifanye kazi na wasije twiga wakanunua wakachukua ile klinka wakaihamisha. Hicho ndio cha msingi, lakini cha msingi kusema FCC ef ni nini? Sasa imekuja kwenye hii simenti na nataka niulize, hii serikali haina mpango maalum wa kupanga bei? Lazima mwe na wataalamu waangalie, je uzalishaji wa Tanzania una, una cost bei gani? Niwapeni mfano kama nchi kama nchi kama Omani au Kenya nchi mbili tu aina yote inayozalishwa kuna wataalamu wetu, tuna maprofesa tuna manini huko vyuo vikuu wako wasomi wataalamu, wanaangalia ina cost bei gani, wakiweka na kodi bei gani, wanaweka na bei ya kuuza ni hii hasa. Kama hii nchi kila mtu akizalisha kitu anauza anavyotaka, basi itakuwa ni balaa. Tusiogope kwa hilo, tusiseme eti mtu mimi hapa na mali yangu nataka kuuza, eti unanambia eti peleka kwenye mashindano, mashindano yapi? kitu changu, haya kuhujumu, kiyum, ume, ume Shabiby, kwa mfano nimeamua kuhujumu Getere. Mheshimiwa Spika, nataka kumpa mzungumzaji mzuri tu Mheshimiwa Shabiby rafiki yangu mkubwa kwamba kiwanda cha Tanga Cement ni moja viwanda vinavyothaminiwa katika uhuru wa Tanzania na ni kiwanda kilichobinafsisha mwaka 1996, ni kiwanda cha wananchi na ni kiwanda cha serikali kwa masharti ya kubinafsisha, sio cha mtu binafsi. Mheshimiwa Shabiby, unaipokea taarifa hiyo? Taarifa naipokea, lakini naona haelewi kwa sababu kama mnataka hivyo, nyumba za serikali zote zilikuwa nyumba za uhuru, zipo hapa, sizimeuswa? Viwanda vyote vya Nyerere si vilikuwepo hapa, si vimeuswa? Sasa mkitaka vimeuzwa, nyumba mpaka kwenye makao ya polisi, utakuta nyumba ya polisi imo kwenye eneo la polisi, kauziwa la PC. sasa mkitaka namna hiyo hiyo, msizungumze vitu hivyo, sisi twende tuzungumze kile kitu cha kweli. Hizi ni biashara, tunazungumzia mambo ya biashara, hatuzungumzi habari ya sijui ilikuwa hivyo ilikuwa hivyo, tuzungumzie biashara. Mimi nawasihi ndugu zangu, tusijiingize huku kwenye mambo ambayo hatuyajui. Eh, tuwaachie wawekezaji wawe huru, sisi tuwabane, tuweke vitu vya regulation kwa ajili ya kuwabana kwenye bei na vitu vingine. Asante sana.